Hello habari, ndugu mfuatiliaji wa channel hii, leo nataka nikuelekeze jinsi ya kumzuia mtu yeyote asiweze kutumia simu yako, yaani hata ukimpa simu yako hataweza kuitumia. Mfano amekuomba simu yako, labda anataka kuingia kwenye faili la message, ili asome message zako mbali mbali, hataweza kutumia application hiyo. Mfano amekuomba simu yako, labda anahitaji kuingia kuangalia video mbalimbali ambazo kwa, kwa simu yako au picha mbalimbali, hataweza kuangalia video hizo wala picha hizo ni njia gani hiyo twende tuelimike kwa njia hii moja kwa moja utaingia kwenye application hii hapa application hii kama huna i download nenda hapo Play Store Application yenyewe ni hii hapa kisha utafungua apu hiyo Application yenyewe itafunguka kama hivi sasa. Ikishafunguka kama hivi, kisha utakliki sehemu hii hii, kama jinsi inavyoonekana. Application yenyewe ni hii hata ukiingia hapo Play Store, andika kama hivyo, kisha i-download kama ipo kwa simu yako, kisha utafanya settings zifuatazo. Utakuja sehemu hii hapa hiyo nilionyoeshea mshale. Baada ya hapo, kwa kuwa mimi imeniulizi niandike hiyo password, kwa sababu mimi nimefunga hii hapo. Apu e, sasa kuna application zako zitakuja kama hivi, ni application ambazo zipo kwa simu hii. Sasa mfano sisi hatuhitaji mtu yeyote aweze kutumia application ya message. Hata ukimpa simu yako, ni rahisi sana. Utaitafuta application yenyewe ya message, kisha utaifunga, yaani utaklik tu hapo kwenye kakufuli hapo Hii si ndo application ya messeji? Utakliki hapa mbele, afu kutabadilika rangi kama hivi. Sumeona rangi imebadilika hapo? Yaani tayari ushaifunga apu hii, mpaka ukiingia kwenye apu hii lazima uandike kodi au tunasema lazima aandike nywila sehemu hiyo, ili iweze kufunguka app hii. Andika nywila tofauti na zile ambazo ambazo wewe unafungulia simu yako. Kwa sababu gani? Ukiandika nywila kama hizo itamfanya mtu kama, hata kama anajua password zako, atajua ah, huyu password zake ni hizi. Kwa hiyo ataingia kwenye app yako na atasoma message, lakini ukiandika password tofauti au tunaziita nywila tofauti, hata jua au sio? Na hawezi kujua password ambazo umeweka kwenye app hii, na hataweza kuingia. Unaweza ukaweka simu yako hata mezani, ukaenda hata sehemu tofauti tofauti, kama umeacha hapo mezani, na mtu hataweza kuchunguza simu yako kwa njia hii. I say, leo nilikuwa naelekeza njia rahisi kabisa ya kuzuia watu mbalimbali, ikiwemo labda mpenzi wako na marafiki zako ambao wanachunguza simu bila kuwapa taarifa. I say bila shaka umeelimika. Gusa neno subscribe ili usiwe unapitwa na elimu hizi adimu na kutekea siku njema.